Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, niko pelako sikio ili nikuchanganulie kwa undani yale yote ambayo yanazidi kujiri. Kitu ambacho nakuomba tu ni kimoja, upige subscription kama haujaweza kupiga vilevile uweza vile kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Mimi huwa ninakuchambulia taarifa za kikweli, nikiwa na jiona ama nikiwa naonekana yes, nikiwa naonekana sasa. Taarifa ambazo mpenzi mtazamaji zimeweza kunifikia ni kwamba umoja wa kimataifa ukipenda United Nations umeweza kupea serikali ya Samia Suluhu Hassani makataa waweze kutoa marufuku ambayo wameweza kuwekea wananchi ambao wamepanga kuandamana tarehe tisa Desemba. Sasa jeshi la polisi Tanzania wakishirikiana na hii serikali ya Samia Suluhu Hassan, Ijumaa ya tarehe 5 Desemba, waliweza kupiga marufuku maandamano hayo ya mwendelezo yasiyokuwa na kikomo Tanzania. Lakini saa chache baada ya jeshi la polisi kupiga marufuku hayo maandamano ya kupinga mauaji ambayo Samia Suluhu Hasan aliweza kuwaua wananchi wengi zaidi ya elfu kumi ya kupinga uchaguzi au ushindi usiokuwa halali wa Samia Suluhu Hasan. Sasa United Nations imeweza kujitokeza na kusema kwamba sio vizuri kuweza kuzuia maandamano ya wananchi. Sasa umoja wa kimataifa yataka kuondolewa kwa marufuku ya maandamano ya Tanzania kabla ya Disemba 9, yaani sunaona hii leo Ijumaa tarehe 5 Disemba ndio serikali ya Samia imeweza kupiga marufuku yale maandamano, si ndio? Lakini Umoja wa Kimataifa, United Nations, wameweza kuambia serikali hivi ya Samia, tunataka muweze kuondoa hiyo marufuku kabla ya tarehe 9 Disemba, wananchi wako na uhuru wa kuandamana na kupitisha maoni yao. Sasa umoja huo wa mataifa umeitaka serikali ya Samia kuheshimu haki za msingi kabla ya maandamano ya siku ya uhuru tarehe 9 Disemba. Msemaji wa afisi ya kamishena mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Seif Magango amevitaka vikosi vya usalama kupanga na kutekeleza operesheni kwa namna itakayowawezesha wananchi wanapata uhuru wa kujieleza kukusanyika kwa amani. Unaona, sasa umoja huu wa kimataifa, ukipenda kwa lugha ya Kimombo, United Nations, wanataka serikali ya Samia kuwezesha haya maandamano ya wananchi kwa sababu katika katiba ya Tanzania inasema kwamba wananchi wako na uhuru wa kujieleza na wako na uhuru wa kuandamana, lakini kwa hii serikali ya Samia wanataka kuzamisha hicho kipengele, wanataka kukizamisha kabisa. Kili sasa, umoja wa kimataifa wamewaambia nini? Wananchi wako na uhuru wa kukusanyika kwa amani na wako na uhuru wa kujieleza. Hiyo ni kumaanisha serikali ya Samia inataka kukandamiza uhuru wa kukusanyika kwa amani na inataka kukandamiza uhuru wa kujieleza. Wito huo umetolewa kufuatia ripoti za maelfu ya wananchi kuuawa na zaidi ya wananchi elfu mbili kukamatwa baada ya maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba, hali ambayo ilisababisha serikali kuendeleza ukandamizaji dhidi ya wapinzani na hata kutangaza marufuku ya kitaifa ya maandamano tarehe 3 Desemba. Unaona, wito huu wa umoja wa kimataifa unakuja kufuatia ripoti ambayo iliweza kutolewa kwamba watu zaidi ya elfu kumi waliuawa alafu zaidi ya elfu mbili waliweza kukamatwa na maafisa wa polisi baada ya maandamano ya kupinga matokeo ambayo yaliweza kupikwa tarehe 29 Oktoba, hali ambayo ilisababisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kuendeleza ukandamizaji dhidi ya wapinzani na hata Aa, kutangaza marufuku ya kitaifa ya maandamano. Tuliona tarehe tatu Disemba walitangaza marufuku ya maandamano. Na ileo nayo wametangaza marufuku ya maandamano hayo. Sasa huyu msemaji wa afisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa bwana Magango amesisitiza kuwa hatua kama hizo za kupiga marufuku maandamano ya wananchi wa Tanzania zimekiuka haki za kibinadamu na zinapas, eh, zinapaswa kuondolewa. Kwa hivyo wameambia jeshi la polisi, wameambia na hii serikali batili ya Samia kwamba hayo maneno yenu ambao mnasijui munataka kupiga marufuku ama mmepiga marufuku maandamano ya wananchi wa Tanzania Mumekiuka haki za kibinadamu na mambo hayo kamwe hayapasi kuwepo, yanapaswa kuondolewa. Sasa huyu bwana Magango, akirejelea sheria za kimataifa, amesema kuwa silaha za moto hazipaswi kutumika kuvunja maandamano na zinaweza kutumika tu kama suluhu ya mwisho kukabiliana na tishio la dharura la kifo au majeraha makubwa. Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa makamanda wa vikosi vya usalama wana jukumu la kuhakikisha kanuni hizi zinaheshimiwa kabla ya maandamano yoyote, na kutilia mkazo kuwa siku ya uhuru ya Tanzania inapaswa kuadhimishwa kwa uhuru, si kwa ukandamizaji. Kumbuka kwamba hii siku ambayo wa Tanzania wameandaa maandamano ni siku ambayo Tanzania iliweza kujipatia uhuru, yani inapaswa kukua ni siku ya, yani wananchi wako na uhuru wa kujieleza, wako na uhuru wa kukusanyika, lakini Samia Suluhu Hassan na utawala wake ulioiba uchaguzi wameweza kutumia nguvu za ukandamizaji ili kuweza kudhalilisha wananchi ambao wameamua kukusanyika ili kukataa utawala wa kuwakandamiza, utawala wa kimabavu, utawala wa mauaji, utawala wa wizi wa kura. Je, Samia Suluhu Hassan atatekeleza jinsi ambavyo uh, jinsi ambavyo umoja huu wa kimataifa umeweza kuagiza kwamba waachilie wananchi waweze kuandamana tarehe tatu, au Samia Suluhu Hassan atapiga marufuku maandamano hayo, jinsi ambavyo ameweza kuagiza jeshi la polisi kupiga marufuku maandamano hayo? Hilo tutaendelea kulijua, na utaendelea kulijua kupitia kwa hichi kituo cha Eagle Ezra Media. Kwa hivyo kitu ambacho tunakuomba ni uendelee kupiga subscription, uendelee kusambaza kanda zetu, uendelee kuhakikisha kwamba unaendelea kufanya nini, unaendelea kutufuatilia. Asante sana, tupatane kwa kanda ijayo.